Upande wetu wa kanda ya kaskazini tunapokea wagonjwa wengi, japokuwa hali huku kwetu sio mbaya sana ukilinganisha na mikoa ya kanda ya ziwa na mikoa ambayo iko tunasema, uh, kama Dar es Salaam na Zanzibar. Lakini pia na sisi sio si, kwamba hatuna, tunao wagonjwa, tunawapata wengi na tunaweza tukasema ndani ya mwezi tunaweza tukapata wagonjwa kati ya watano mpaka nane wa, wapya wasikoseli kwa hiyo hali sio kwamba ni nzuri sana uh, lakini pia tunasema na kwa bahati mbaya ni kwamba uh, wagonjwa wetu wengi wanakuwa tayari wakija, wanakuja tayari wamepata madhara ya ugonjwa na sio zile dalili za awali tu eh, kwa hiyo hii inakuwa pia ni changamoto sana kwa katika kuwahudumia hmm. hmm. Hata ni ipya kuwa na ugonjwa huu wasiku safa hatari ya kuwa na ugonjwa wa siko seli ni kurithi, na tunasema haiambukizwi kama magonjwa mengine, kwa maana ya kwamba ukiishi naye ukishia naye vitu mkigusana, hapana, haiambukizwi kwa namna hiyo. Hii unairithi kutoka kwenye vinasaba, na ndio maana tunasema uh, kampeni pia ziko nyingi katika kuelewa, ili unapochagua mwenza uweze kuchagua mwenza ambaye uh, hana au hata kama ndio, tunasema uh, ikitokea, na hivyo vinasaba, mjui tayari kwamba mnajipanga, chochote kinaweza kutokea, ila anakuwa hana dalili kutokana na kwamba katika tunasema ule mwanzo wa maisha yale ya awali mpaka anazaliwa akifikisha miezi sita mpaka tisa ndipo dalili zinaanza kujionyesha, kwa sababu kule tumboni anakuwa anatumia aina nyingine ya hizi chembe chembe za damu kwa hiyo anapozaliwa sasa, wengi wanaweza kuanza kupata labda, anakuwa anaona, anakuwa anapata manjano, kwa sababu hizi zinazojikunja zinavunjwa vunjwa na mwili na kutengeneza uh, tunasema ile manjano lakini pia anaweza kupata maumivu ya viungo kwa sababu zinapoziba kwenye zile sehemu zenye mishipa midogo inasababisha pawepo na, tunasema damu inakuwa haitembei sehemu mbalimbali. Kwa hiyo anaweza akapata maumivu makali kwenye viungo, lakini vidole, tunasema kwenye mikono, mara nyingi watoto wadogo wanavimba mikononi, miguuni, au unaweza kuta upande mmoja wa mwili unavimba hivyo hivyo, tunasema kwenye mishipa midogo ya kwenye mfumo tuseme wa, wa kichwa uh, wanaweza kupata stroke, au unasema ni kiharusi wakiwa na umri huo huo uh, na wengine tunasema anaweza pia kupata shida ya tunasema kwenye mfumo wa ini uh, kwa hiyo tunasema kila sehemu hata kwenye bandama wakati mwingine inaweza kuwa kubwa lakini kutokana na kuwa inakuwa inapata hizo mara kwa mara panaziba, lile bandama huwa linaweza kufa kidogo kidogo mpaka likaisha lote. Eh, anapokuwa umri unaenda sasa, kwa sababu hivi tunasema ni ni mfumo wake wa maisha wa kila siku, anaweza kuja kupata tunasema yale matokeo ambayo ni sugu. Kwa mfano, anaweza kuanza kuona figo zinashindwa kufanya kazi vizuri, na mwisho akahitaji kabisa hata kupata msaada wa kusafisha damu na tunasema changamoto nyingine ambayo inakuja pia baada ya kuwa na hii uh, ugonjwa kwa muda mrefu, tunasema wanaweza kupata uh, ile tunasema damu inayopeleka kwenye damu inayosambazwa kwenda kwenye mfupa wa nyonga inaweza ikawa inashindwa kwenda vizuri. Kwa hiyo ile nyonga sana sana kwenye mguu um, um, unakuwa inakufa kidogo kidogo. Kwa hiyo atakuwa anaanza kutembea, labda anachechemea, mwisho wa siku anashindwa kabisa kutumia mguu wake ule, na wengine wanaweza kupata hata miguu yote miwili. Kwa hiyo anaweza kushindwa kutembea kabisa, lakini pia kuna hizi tunasema ni effect ambazo zinaenda sasa kule kwenye mfumo wa hormone. Huyu mtoto anakuwa anaweza kushindwa kukua vizuri, yani anaweza akafikisha miaka kumi na sita lakini ukimwangalia unaweza ukahisi labda na miaka saba nane, kutokana na kwamba yani ile ukuaji wa mwili unaingia unapata changamoto. Lakini kwenye mfumo wa uzazi pia wanaweza kupata hizo changamoto, kama ni mwanaume anaweza kuwa anashindwa kupata labda watoto au wanapata tunasema hizi erectile dysfunction, na kwa upande wa kina mama pia hivyo hivyo, wakati mwingine mimba labda zinakuwa zinapotea zinaharibika a tunasema, huu ni usumbufu ambao ni baada ya na. Ni kitu gani sasa kinachotokea hapo katika hiyo selimundu hadi kwenda kuathiri hivyo viungo mbalimbali mbali vya mwanadamu? Sasa changamoto hapo inapotokea ni kwamba tunahitaji damu kwa kila kitu kwenye mwili wa binadamu, na kwa bahati mbaya ni kwamba hizi chembe chembe nyekundu ndizo ambazo zinabeba ile hewa ya oksijeni ya muhimu sana tunayohitaji kwa hiyo tunasema yani ni kwamba uh, unapopata changamoto pale, obviously kila kitu kinakuwa affected, kwa sababu ukiangalia, yani unahitaji damu kwa kila kitu na kila sehemu. Kwa hiyo ikitokea kwamba unakuwa unashindwa kuipata kwa wakati, ndio changamoto zote zinaanzia hapo, lakini matokeo ya zile seli kuvunjwa vunjwa, kwa sababu kila zinapovunjwa zinatoa tunasema kama uh, waste product yani kama uchafu. E, wa kuvunjwa kwa zile sel, kwa hiyo pia ile waste product ndio ambayo inatupa sasa hii manjano umeona, lakini pia tunasema zinapovunjwa mfupa kule na wenyewe unajaribu ku, ku replace kile kilichopotea, yani kutengeneza ku, ku, kuondoa upungufu wa zilizovunjwa kwa hiyo kuna kuaga na mabadiliko mengi. Unakuta akiwa mdogo ile hali, kwa sababu mifupa bado inaendelea kukua, unakuta labda hii sehemu ya fuvu la kichwa inabidi itanuke ule mfupa, ili kuongeza ufanisi kazi wa kuzalisha hizo chembechembe nyekundu. Kwa hiyo hata appearance inabadilika, lakini pia kwa kufanya hivyo, inafanya pia baadhi ya mishipa ya damu ile inakuwa inatengenezwa isivyosahihi inayofanya pia wanakuwa rahisi kupata uh, kama kiharusi mm -hmm. Na mgonjwa anajijua? Mgonjwa hawezi kujijua mpaka atakapopimwa na kufuata hii tunasema, ile ushauri wa kitaalamu kuthibitisha kwamba kweli hii anayo, ila kitu atakachokuwa nakipitia mgonjwa ni dalili. Kwa hiyo zile dalili mgonjwa atakuwa anazisikia zinatofautiana kulingana na mtu na mtu. Kuna mwingine anaweza akazaliwa mpaka anafikisha miaka mitano ndo anaanza kuonyesha zile dalili, kuna mwingine akizaliwa ndani ya miezi sita tu tayari ameshaanza kupata dalili. Kwa hiyo dalili zinatofautiana, lakini kila mmoja huwa ana experience mm-hmm. kwa namna yake. Na umesema kwamba mama yule mtoto anapata tatizo tangu akiwa tumboni mm-hmm. Ha, na hii ni lazima mama ao inatatizo au baba tu akiwa na tatizo, na tatizo inayosababisha mtoto wa kupata ugonjwa okay? Uh, sasa tunasema kwa sababu hii inahitaji kurithi hivyo vinasaba vyenye hitilafu kutoka kwa wazazi wote wawili. Kwa maana hiyo, mama akiwa mama tu ndo ana kile kinasaba ambacho kina shida na baba yeye hana, hawezi kupata mtoto mwenye ugonjwa wa siko seli, ila wanaweza kupata mtoto mwenye kinasaba chenye sikoseli huyu tunasema anakuwa hana dalili, lakini ikitokea sasa mama na hicho kinasaba chenye sickle cell na baba mm -hmm. Uh, wao tunawaita ni carrier. Hawa wana chansi ya kupata moja mtoto ambaye ana sickle cell lakini kuna chansi nyingine ya kupata mtoto ambaye amebeba kile kina saba au kupata watoto ambao ni wa kawaida hawana shida yoyote. Hii ni kutokana na zi, tunasema ni probability katika uh, tunasema zi, uh, kurithi zile uh, tabia kutoka kwa wazazi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ingawa baadaye utatuambia kwa kina kuhusiana na tiba. Mm -hmm. Lakini hapo hapo nikisalia kwa mama sasa mjamzito. Uh, hamna tiba ambayo itamfanya yule mtoto sasa kule tumboni amepata amepata ssemani ana ugonjwa, mm -hmm. apate matibabu ile akitoka awe mzima. Kwa bahati mbaya hakuna, e, kwa sababu tunasema yani akiwa amesha rithi inakuwa tayari ni part of ile sehemu ya mwili wake. mm -hmm. Kwa hiyo huyu ni mtoto ambaye hatuwezi kufanya chochote mpaka kizaliwa na atakapozaliwa ndipo tunaweza kuanza kumsaidia. Hebu <tuhi> tuambie hali ikoje? Kwa kweli tunasema, uh, hali kwa nchi yetu sio nzuri sana, japokuwa tunasema tuna- tunazo jitihada nyingi zimefanyika, lakini tukiangalia uh, katika dunia yote, sisi tupo ndani ya top 10 country ambazo zina wagonjwa wengi wenye sickle cell na hii inatufanya kwamba tunahitaji kuongeza uh, uh, jitihada za kuelimisha jamii, na ndio maana hata leo tuko hapa, kwa sababu me tume, ilitengwa tume, tume, tume, tume kwamba Septemba iwe ni mwezi wa kuongeza uelewa kuhusiana na sickle cell, na hizi ni katika jitihada za kujaribu kupambana kupunguza hizo uh, idadi, kwa sababu sickle cell inarithiwa kwa hiyo kama tutaweza wote kujua hali zetu, uh, tunaweza pia kuepuka kupata watoto wa aina hiyo. Kwa mfano, kama wakati unafikia kutafuta mwenza, au wale ambao wako kwenye reproductive age wanaweza kuchagua uh, aina ya mwenza ambaye maybe, labda hana sickle cell mm -hmm, au hata kama ikitokea kama ndo tunasema wameshaingia, labda kama ni ndoa wamepata watoto basi wajue jinsi gani ya kuwahudumia mapema, kabla hawajapata zile changamoto mm-hmm. mm-hmm.